Msanii Diamond Platnumz siku leo amezua gumzo kubwa sana mitandaoni baada tu ya kuzungumza na waandishi wa habari kuhusiana na mtoto wake ambaye alimpata na mwanadada Hamisa Mobeto Dylan. Unaweza kuona kuna namna fulani hivi ambayo msanii Diamond kwa sasa hivi amefikiria, huenda huyu mtoto nikaja kumkataa, alafu baadaye nikafahamu kweli huyu mtoto ni wa kwangu, mambo yakaja yakageuka e, au historia ikajirudia. Tunafahamu Diamond na yeye pia hayuko sawa na baba yake. Diamond Platnumz kwa sasa hivi imefikiria kwa makini sana. Tumeweza kuona hapo nyuma Hamisa alihangaika sana na Diamond na kumwaminisha kwamba huyu mtoto ni wa kwako. Ilifikia hatua Hamisa na Diamond walienda kupima vipimo vya DNA na DNA ikathibitisha wazi kwamba Diamond eh, yule ni damu yake, yule ni mtoto wake. Lakini bado Diamond akamwambia Hamisa, huenda wewe umewalipa madaktari, naomba twende tukapime vipimo vya DNA huko nje ya nchi kwa daktari wangu ambaye mimi binafsi Diamond namwamini, na sio na hawa madaktari wako hapa nchini Tanzania ambao tayari umesha walipa pesa. Kiufupi, msanii Diamond Platnum hakuwa na imani kabisa na Hamisa, na alikuwa anamtilia mashaka katika vitu vingi sana. Ilifikia hatua Hamisa Mobeto akawa anazungumza wazi katika interview zake kwamba, sitamani sana mtoto wangu aendelee kunyanyasika, sitamani sana mtoto wangu aendelee kutiliwa mashaka, natamani sana mwanangu na yeye pia ajisifie ni na baba eh, ni na baba ambaye ni msanii Diamond, lakini inatokea au inafikia hatua eh, Hamisa anakuambia, mtoto wake anamwambia mama, naomba nizungumze na baba. Hamisa Mobeto anakuambia, anajifikiria mara msanii mbili mbili. Nikimpigia kweli simu Diamond ya mpaka leo hii nafikia hatua msanii Diamond anamkubali yule mtoto, tunaweza kusema kuna nguvu kubwa sana ambayo Hamisa aliitumia kwa ajili tu ya kumwaminisha Diamond kwamba huyu mtoto ni wa kwako, unatakiwa kuelewa hicho kitu. Na msanii Diamond sasa hivi kimemuingilia akilini, ameweza kufikiria kwa makini sana, lakini pia tunaweza kusema ni mchango mkubwa wa Mama Dangote. Mama Dangote yeye ndiye mama ambaye alienda kumwona Hamisa Mobeto kipindi amejifungua, na akamwambia mtoto wake kwamba yule mtoto sio damu yetu, lakini baadaye Diamond alipoweza vipima vya DNA na DNA kathibitika, yule mtoto ni wa kwake, akarudi akamwambia ya mama yake, mama, hebu naomba tufanye ukaguzi upya, hebu nenda kumwangalia yule mtoto upya. Kwa sababu mama Dangote, anadai wana mila zao na desturi katika ukoo wao, mara nyingi sana wanawatambua watoto wao kwa namna ya tofauti. Kila familia ina hicho kitu. Kuna familia nyingine wanakuambia mtoto akizaliwa tu leo kuna masikio inatakiwa sijui ikaaje. Mtoto akizaliwa tu leo kuna alama sijui mguuni inatakiwa ikaaje. Yani, hizo ni alama za kifamilia. Sasa mama Dangote alipoenda kuiangalia alama eh, ya ukoo wao kwa mtoto huyu wa Hamisa kipindi hicho Dylan hakuiona, baadaye akamwambia Diamond, huyu sio damu yetu. Lakini sasa hivi namna ambavyo Diamond anapata hisia na huyu mtoto anatamani sana mama yake aweze kuthibitisha wazi, na tayari mama Dangote amemwambia basi, huenda nilikosea, huenda nilifanya makosa mwanangu nisamehe, alafu tumwangalie huyu mjukuu wetu kwa namna ya tofauti kama tunaweza kumlea au tunaweza kumchukua mambo mengine yaweze kuendelea. Diamond partner, partner msiku leo amezungumza na waandishi wa habari na ameamua kulizungumzia hilo swala na kumuomba sana mzazi mwenzake Hamisa Mobeto, kama kuna uwezekano eh, wa kuishi na mtoto wake Dylan basi waweze kukubaliana kisheria kabisa, eh, aweze kuishi na mtoto wake, kitu ambacho kwa Hamisa tunahisi itakuwa ni ngumu sana kwa sababu Hamisa Mobeto tunafahamu, eh, ni mama ambaye amewalea watoto wake kwa shida sana kwa taabu sana. Ukiangalia hata yule mtoto wake wa kwanza ambaye alimpata na Majizo, CEO wa EFM, unaweza kuona Majizo amekuwa baba mzuri sana kwa yule mtoto, amemlea vizuri, amemwangalia vizuri, vizuri, anamlipia ada ya shule vizuri na wanawasiliana vizuri sana na mzazi mwenzake, lakini kwa Diamond ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo Hamisa ilibidi asimame mwenyewe kama mama, alafu asimame hapo hapo kama kama baba kwa sababu Diamond alikuwa haplay kama baba. Eh, pati yake ya baba, basi Hamisa ilibidi aplai pati mara mbili, asimame kama baba hapo hapo asimame, eh, kama mama. Ilikuwa ni ngumu sana kwake. Sasa sasa hivi kirahisi rahisi tu Diamond anajitokeza mitandaoni na kudai kwamba anamuomba mzazi mwenzake Hamisa Mobeto amwelewe, anatamani sana kumchukua mtoto wake waweze kuishi pamoja. Kitu hicho kimekuwa ni kigumu sana kwa Hamisa na kitaendelea kuwa kigumu kwa sababu yule mtoto wake amemlea yeye peke yake tangu akiwa mdogo mpaka sasa hivi, yule mtoto Dylan ana umri wa miaka nane mpaka hapa sasa hivi tunavyozungumza. Sasa Diamond ameshaona kabisa kisheria anaweza akaruhusiwa kuishi na mtoto wake, kwa sababu ukienda katika mambo ya sheria wanakuambia baba anaruhusiwa kuishi na mtoto wake kuanzia mtoto akiwa na miaka saba kwenda juu, lakini saba kushuka chini, mtoto anaanza kuwa akawe chini ya ungalizi wa mzazi wake wa kike au mama. Sasa ukiangalia Diamond, sasa hivi anaona tayari anaweza akawa na hiyo nguvu ya kuishi na mtoto wake, akamlea akaishi na mama yake pale nyumbani, maisha mengine yakaendelea, lakini itakuwa ni ngumu kwa Hamisa Mobeto. Ngoja tuendelee kusikilizia Hamisa Mobeto atampatia msanii Diamond jibu gani, ili mradi tu Diamond aweze kuishi na mtoto wake. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza, tochia maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification bell.